Na mtazamaji wa Faida Online TV wanasema kwenye kutafuta maendeleo hapa kosi changamoto. Hapa ni kwenye kijiji cha Mtopwa kinachopatikana katikati ya Nanyamba, lakini mwisho wa lami pia Mnivata hapa katikati kumetokea shida kidogo. Eh, kuna diversion ipo eh, wakati wa urekebishaji wa barabara hii ambayo inajengwa kwa sasa eh, kutafuta kilomita za lami. Diversion ambayo imewekwa yenyewe ni kama vile haitoshelezi vizuri eh, hali ambayo imepelekea baadhi ya magari kukwama kwenye diversion na kufanya sasa barabara hii si kutumika vizuri na ifungwe ama ijifunge kwa muda. Kwa sasa kuna magari ambayo yanatokea Newala kuelekea Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na buti la zungu lakini pia kuna magari ambayo yanatokea Mtwara kuelekea Newala kiona e, pamoja na King Doa yote yamekwama hapa na abiria wameshuka kwa ajili ya kuweza kusubiri huduma, lakini mpaka sasa hivi nazungumza nawe bado hapajapatikana ufumbuzi wowote wa kuweza kuliweka hili jambo liweze kukaa sawa. Tumezungumza na baadhi ya abiria kwa upande wao wakielezea na kutoa ya moyoni wakiomba e, mkandarasi ambaye amepewa tenda ya kurekebisha hii barabara basi azingatie sehemu za kuweka diversion ambazo zitakuwa zinapitika kwa urahisi ili e, kufanya shughuli zingine ziweze kuendelea wakati ukarabati huu ukiwa unaendelea. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nimefika hapa kwa ajili ya kuweza kuripoti hii uweze kujua nini ambacho kinaendelea, tafadhali nikusiendelee kubaki nami. Kwa jina naitwa Budu Alidi Semboni, ni mkazi wa Dar es Salaam na ni dereva wa gari ambayo kati ya gari zilizokuwepo hapa. Kwenye hii tukio kinachoendelea hapa au kilichotokea hapa ni kuto kuweka mazingira mazuri ya barabara, yani itakuwa maandalizi yafanyike kabla ya kubomoa hii sehemu kumepatikana sehemu ya uhakika ambayo itawezesha magari mengine kupita bila usumbufu wowote. Lakini kilichotokea hapa, imekatwa barabara au wamebomoa, wakati hamna sehemu nyingine ambayo itafanya, itafanya watu wapite kwa usalama. Kama unavyoona, magari mabasi yamekwama pale, kuna wagonjwa, kuna shughuli zingine zinasimama za kiserikali za kitaifa, azifanyiki. Malori yamesimama pale, amekwama kwa hiyo, ina maana hakuna sehemu ya kupita. Li, ni tukio dogo lakini imeshakuwa tukio kubwa, kwa sababu watu kama hivi unavyoona hamna shughuli inafanyika. No, tumekaa hapa, hamna ufumbuzi wowote. Wametaka wawashe gari, sijui tusaidie pale, gari haliwaki kwao, pale wamekaa tu na bishana, hamna chote kinachofanyika. Kwa majina, naitwa Shakira, naishi Mtwara mjini, lakini ndo nakutokea sasa hivi, naelekea Nanyamba, tumefika hapa. Hii sasa hivi tuko Mtopwa hapa, hii sasa na sasa yaani, kwa, kwa ni saa mbili sasa hivi kipanda ambacho kina, kina tengeneza ezo watufanyie mpango watuangalie mazingira ili magari ambayo yanapita wapate sehemu ya kupita, kwa sababu tunahangaika kwa sababu kuna kwa mfano kama leo miku, kuna gari ambayo nimepanda mimi, kuna wengine wanaenda msibani wanabidi wawahi wakawawe mazishi wakazike, lakini sidhani kama watawahi mpaka kufika sasa hivi eh. Kwa hii imetokana na urekebishaji wa hii barabara. Eh, ndo sababisho ni barabara ambayo wamerekebisha. Yaani kwamba urekebishaji wao hawajanini me vizuri kwa sababu wangetengeneza upande wakaacha upande mwingine ili magari yakitoka kule ambayo yanatokea huko yanapita yanapata sehemu ya kupita, lakini wame nini ripoti? Okay, una kipi cha kumwambia mkandarasi ambaye amepewa tenda ya kutengeneza hii barabara? Aweke mazingira sawa ili magari mengine yakinini kama hivi yapate sehemu ya kupita, eh. Nakushukuru sana. Haya, asante mwandishi. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, harakati za kuweza kukwamua mwa abiria hawa ambao wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali zinaendelea, lakini mpaka sasa bado eh, hazijazaa matunda. Kikubwa ni kuomba mkandarasi ambaye anafanya kazi hii au me, ambaye amepewa tenda ya eh, kurekebisha barabara hii kwa kiwango cha lami, basi hakikishe kwamba maeneo muhimu yanawekwa vizuri, ili wale ambao wanasafiri wasipatwe na vikwazo. Tunajua kwamba eh, kila kwenye kutafuta maendeleo hapakosi changamoto, lakini aweze kuangalia namna gani ya kuweza kufanya ili pasitokee changamoto mbalimbali mbali kama hizi mpaka kuf kufikia hapo nimefikia tamati, kutokea hapa Mtopwa kwenye halmashauri ya mji Nanyamba, mkoani Mtwara. Naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment chini yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa.